Kuna ile karakasi ya usajili alafuimesajilia. Mwenyezi Mungu atakubariki sati sana. Wakili akitu anafika pale kwenye damu anatusaidia kwakata damu. Mwenyezi Mungu akubariki zaidi. Naitwa Kevin Ogechi hapa tuna register all the community members wenye wanaenda ku receive medications so they have to pass, ndio tujaze the record, tujue what's the exact number, ama the number of participants, ama the community members tume receive, ndio wakienda kupata medication. So at least we have that exact number ya the quantity and the medication yenye mepeanwa per day. Tukianza na idadi ya watu wamejitokeza kwa wingi wezisema ya kwamba au kupata ujumbe wamepata ujumbe na wamejitokeza kwa wingi. Na experience so far kumekuwa vizuri, hatujasumbuana na mtu, hakuna mwenye ameleta tatizo lolote, lakini wote wamefika na wanapata huduma yao inafaa ifanywe mara kwa mara na si tu eneo moja, kwa sababu Kilifi ni kubwa, na Kilifi ikiwa kubwa, kuna maeneo mengine watu kutoka mbali labda hawajaweza kufika hapa, so hata wakipelekewa huko mashinani, eneo tu kama ukienda huko Magarini, huko ndani ndani, hata wakifikiwa pia, hiyo pia itakuwa ni mzuri, na pia zikuwe ni mingi, kwa sababu ukisema kama kwa mwaka mzima ikiwa mara moja hapo, baada tutakuwa tumepata that namba yenye tulikuwa maybe ilikuwa target lakini ikiwa ni mingi na watu wapete places mingi, wapate kufikiwa haya maeneo yote, itakuwa pia ni bora zaidi. Uh, mi naitwa Victoria Maua uh, ni wa hapa Pwani na mi ni daktari wa lishe uh -huh. saa hii tunajitayarisha kupima watu pressure, like, ile kujikuwa, kujua their vitals before waende waone daktari kuna need ya kuambia, ya kueleza watu kuhusu lishe yao. Yes wanakula, lakini lishe yao inahitaji kuangaliwa sana eh. Sasa I think uh, magonjwa mengi wenye wanakilifu wako nayo si hata inatibwa na madawa wala nini, lakini lishe yao ina mata. Hata watu wengi wenye mimi nimewapima hapa wako na pressure na sukari, na haya ni magonjwa ya lifestyle. So there is need of us sisi kama wahudumu wa afya kuwaeleza kuhusu lishe yao. Kiupande wangu mimi, ningeomba nyinyi kama Coco FM mtume watu wa lishe katika vituo vyenu waeleze wananchi kuhusu lishe, sababu mimi nikiwa kama fan wenu, sijawahi sikia mtu wa lishe akiwa anaongelea lishe katika nini chenu. So hiyo inaweza saidia kufanya, hata kama itakuwa ni a session, you having a session yenye itakuwa inaongelea nutrition, hiyo inaweza saidia ladha ya Pwani.